Hii ni setting, setting ambayo una direct upepo upige upande upi. Ukiweka hapa chini, manake huo upepo utakuwa toka kwenye venti hizi za juu tu, utakuwa toka venti za juu. Ukiweka hapa, upepo utakuwa toka venti za juu na venti za miguuni. Ukiweka hapa eh, i mean hapa, itakuwa upepo unatoka venti za chini, tutakupiga miguuni. Lakini ukiweka hapa eh, upepo utakuwa unatoka miguuni na kwenye venti za za kwenye kio, utakuwa unatoka na uzuri wa venti hizi ni kama kipindi kile, kama kuna mvua kunakuwa na ukungu ndani, hii ndio inayosaidia kutoa ukungu. Ukiweka hapa chini, maanake utakuwa umeweka tu kwenye nini, kwenye kwenye kio peke yake kwa ajili ya kutoa ukungu, lakini hii kuna off. Hii maana yake sasa, hii hii ni kwa ajili eh, ya kuselect spidi ya blower fan. Kuna kitu kinaitwa blower fan, hii ni kwa ajili ya kuselekti spidi ya upepo kwenye blower fan. Huku nani, kuna fan inaitwa blower fan, inaitwa blower fan, ni kwa ajili ya kuselekti upepo hiyo bro feni kwa. Hii unataka spidi namba moja, unataka namba mbili mpaka namba nne, na zingine ziko zaidi. Hii hapa, kwa ajili ya ile feni sasa. Ile feni inaenda inapuliza upepo, unapita kwenye evaporeta ndo unaanza kupata upepo wa baridi. Kwa unaweza ukawasha hapa lakini ukawa upate upepo wa baridi ni kwa sababu hii switch kama unakuwa ujaiwasha. Hii switch ukiiwasha, ina, inawaka taa ambayo ni hii hii taa inawaka ina waka, ina taa mbao ukifanya hivi inawaka taa. Ukizima hapa, manake wewe umewasha tu blower fan fan tu ya kawaida kutoa upepo, lakini mfumo wenyewe wa AC system unakuwa uja uwasha mfumo wa kusababisha ubaridi. Kwa ukibonyeza hapa, manake unaruhusu kompresa kule ndani ianze kusukuma gesi iende kuzalisha ubaridi kwenye evaporator. Kwa hiyo hii matumizi yake ni unataka speed iongezeke au iwaje kulingana na mahitaji yako hapa ila kuna kitu kingine ambacho watu wengi wanachanganya sana e, hii wanachanganya sana hii hapa hii. E, ni setting kwa ajili ya, ya, ya joto na baridi kwenye mfumo wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa uzalishaji wa baridi kwenye gari. Pia kuna mfumo wa joto. Kwe, kuanzia hapa kwenda huku kwenye alama nyekundu, maanake ukiselekti huku kule ndani kuna evaporator, kuna kuna vimfuniko ambavyo vinajiziba upande wa wa huku, kuna baridi vinajileta upande wa hita. Kwa hiyo hii hita inafanyaje kazi hii hita? Nitakuonesha video inayofuata ufa, ina kwenye mambo ya hita hita na AC system, utofauti wake nini? Kwa hiyo hii ni kiyoyozi alafu hii ni hita kwa ajili ya joto, hii kwa ajili ya baridi. Kwa unakuta mwingine ame select huku alafu analalamika fundi, mimi gari yangu napata joto e, e, na kazi kazi lizalishe joto. Kama unahitaji ubaridi, lazima e, zingine zingie imeanzia 17 na kuendelea. Vitu kama hivyo. Kitu kingeza kumalizia, hizi, hizi, alama hizi hii ukiselect huku kama hapa tulivyo select sisi, maana yake unaruhusu hewa ya umumu ndani kwenye gari iwe inazunguka inazunguka, hewa ya umumu ndani isitoke, hewa nje kuingia ndani. Lakini ukiselect hapa, maana yake unaruhusu hewa ya nje iwe ndo inaingia kwenye mfumo inaingia ndani ya gari. Sasa mazala ya hii hapa nitakuonesha eh, ninavyoelezea hii hita, nitaelezea na mazala ya hii hapa nitakuelezea. Kwa leo, kwa leo ni vitu hivyo vichache, lakini cha, cha mwisho kumalizia hii kwenye AC, ambayo inafanya kazi vizuri tunapenda hiyo namba moja au namba mbili. Ukiona wewe mpaka unaweka namba tatu, namba ngapi bado unaona unatafuta una, una baridi, upate baridi kwa namba moja na namba mbili, ujue system yako haiko vizuri. Usahau kusubscribe na kutufollow kwenye account zote zote za mitandao ya kijamii tunapatikana kama Mtumishi Mechanical Clinic. E, eh, namba zetu hizo hapo chini. Asante.